Karibu katika Dira ya Maguju usiku wa leo ambapo um, tungependa kwanza na shairi, shairi bwana, twasherekee kina mama na wanawake aye, kwa ujumla kazi. Mama yangu siawezi hayo unifanyayo, hurumayo siwezi unipayo bila choyo, niitwayo ni... jamwizi nawe ndivyo unipendavyo, mama yangu siawezi hayo unifanyiayo, kunavyonipa mapenzi nakui kunirek kereza moyo kuniondoa majonzi na kunituliza moyo hayo yako ya ujuzi hayo yako utendayo mama yangu si yawezi hayo unifanyiayo ninatokwa na machozi unavyotendewa sivyo kuachiwa uchokozi kuduniwa ovyo ovyo na wewe ndiwe mlezi na hivyo ndivyo ilivyo mama yangu si yawezi hayo ufanyiayo na mimi ndiye mpuzi nilinyonya matitio ukanipa na malezi na yote yanipasayo, imeanguka mjuzi kukunyima heshimayo, mama yangu siyawezi hayo unifanyiayo. Nam ni shairi lililotungwa na mwanahabari mwenza Lolani Kalu akiwa upande wa kaunti ya Kilifi. Mtazamaji, tunakwenda moja kwa moja kwa taarifa yetu ya kwanza, ambapo kati Mama wa taifa Rachel Ruto aliongoza taifa katika kuadhimisha siku hiyo ya kimataifa ya wanawake, huku viongozi wa kike wakiitaka serikali kuweka kipaumbele ujumuishaji wa kifedha ili kuwawezesha wanawake na watoto wa kike. Akizungumza katika uwanja wa chuo kikuu cha Tom Mboya, kaunti ya Homabay, mama wa taifa alitaja umaskini kuwa changamoto kuu inayowakabili wanawake humu nchini kutokana na nafasi finyu za kuwawezesha kifedha na hivyo kukariri uh, haja ya juhudi za pamoja kuimarisha hali ya kiuchumi ya wanawake katika jamii. Kaunti ya Homa Bay ilikuwa kitovu cha sherehe za siku ya kimataifa ya wanawake iliyosherekewa chini ya kauli mbiu for all women and girls mamia ya watu walikusanyika katika uwanja wa chuo kikuu cha Tom Mboya kuadhimisha siku hii, ishara tosha ya jukumu muhimu la wanawake katika maendeleo ya taifa. Mama wa taifa Rachel Ruto alikariri kujitolea kwa serikali kuwasaidia wanawake kupitia miradi mbalimbali mbali. Kwa lengo la kuimarisha uwezo wao wa, wa kifedha na ufikiaji wa huduma za afya. I want to that our president is committed to fulfilling his promises to women in the bottom-up economic transformation agenda, including economic inclusion, better participation in decision-making, and protection from any possible harm. Aida Odinga aliandamana na mama wa taifa, alisisitiza umuhimu wa kuweka kipaumbele elimu ya mtoto wa kike ili kuhakikisha wanawake zaidi wanachukua majukumu ya uongozi. Kitu muhimu kwa sisi wakinamama ni kusaidia wakinamama wengine na kusaidia watoto hasa watoto wetu wasichana ili wapate kuwa na nguvu Kusoma vizuri. Huku hayo ya kijiri gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, alitaja ukosefu wa rasilimali za kutosha za kifedha kuwa kikwazo kikuu kwa wanawake katika azma yao ya kuwania nyadhifa za uchaguzi. Sherehe hizo zilitilia mkazo haja ya kuongeza usaidizi wa kifedha na fursa za elimu ili kuhakikisha usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake kote nchini. Dorine Arange, Dira ya Magwiji.